Ah, ah, ah, saman saman bro, saman bro kidogo ilikuwa eh, anaulizia duka ile ya ku print shirt iko pande gani? Ku print shirt. Usijali hapo umefika, kuelekeza mpaka mahali hapa na posta hii. Sawa bwana. Na hii ndio kazi unafanyaga, unajua sehemu inaitwa Danka? Danka ndio naifahamu. Danka, uh -huh? na kijiji inaitwa Akili ni Mali uh -huh? Akili ni Mali, hicho kijiji kando yake utaona hii banda ya ukitazama kando yake kidogo, hiyo banda sa, imeandikwa maandishi gani? Maandishi imeandikwa mama rasta, eh, unatazama hapo chini utaona Hansi Cyber. Okay, okay. Ukienda hapo utapata huduma ya kupintiwa jezi, ndio naweza ngakuonyesha mfano hapa. Kitu safi mali safi, yani kweli kweli, kitu ina shine unapata hapo wow. Oh, ah, kweli. So, mimi hacha wa so, so. Ni wai huko. Sawa sawa. Nashukuru nas ndio, nashukuru sana, ah, kwa heri ndugu yangu.